Dadi mkubwa huyo kapita na mti. <laughs> Dadi mkubwa kapita na mti <inaudible> we mfupi, mti we mbamba, we mnene, afue mrefu, mfupi unapiga nine ninenene

bili zikanifanya nini, nikajikuta afande. So kama nawauzia na mimi nauziwa afande, legezee kamba ili niweze kukupanga afande yote, sababu ya mchumba ndio mama naimba afande. Afande legezee kamba ili niweze kukupanga afande yote, sababu ya mchumba

Alafu nakulabaaginaza kunistiri hapa au ni wako mchumba, usiwe kama Esau, usiwe kama Esau aliyeuza uzalio wake wawa achakula vitamuchalo, akasema ee, baba ni bariki, akalia e, baba nibariki, akasema e, baba nibariki, akalia e, baba ni bariki, e, bariki. E, bariki. E, bariki. Akujua ya kwamba